Waadventista hawasomi tena kile kilichoandikwa katika vitabu vyetu. Akaja mtu mmoja ananiambia, anasema unajua, hili habari ya unywaji wa, wa chai na kahawa, hiyo, hiyo bana, ni hoja ambayo bado ipo katika e, ni controversial hiyo, ni controversial nani, ni, yani, ni, ni, ni, ni, ni, ni maelezo ambayo yana bado ya yani, tu, tu, tu, tuna, tuna debate kwamba tuache kunywa chai na kahawa ama tusinywe hivi. Kahawa ni mbaya ama sio mbaya? Bado tuna debate, wakati roho ya unabii imesema moja kwa moja, anywae chai anywae kahawa na avutae sigara na kunywa pombe, wote ni sawa, ni dhambi. Ila utakuta muadventista anasema bado tunajadili, tuone kwamba eh, kwamba hivi ni dhambi, in, inatokea in, in, in wapi? Hiyo dhambi inatokea wapi na kwani kuna shida gani? ni sawa sawa, na Waisraeli walioambiwa na Mungu, sasa pandeni nyinyi mwende mkamiliki hiyo nchi, wanasema ngoja tukaipeleleze kwanza. Kwa hiyo kuna research. sasa hivi kuna research zinaendelea kwa mambo yaliyoambiwa, hili halifai kwa chakula. Mwingine akaniambia tena, mwa Adventista, unajua tea and coffee, chai na kahawa ina antioksidanti nyingi. Kwa hiyo kwa sababu ya zile antioxidant, eh zile antioxidant nyingi, kwa hiyo tunakunywa kwa ajili ya antioxidant. Sasa kwa nini antioxidant ipo tu kwenye, kwenye tea and coffee? Hata ukienda polisi tena polisi, ukienda polisi, kwenye vituo vya polisi vile vya, vya zamani utakuta drugs of addiction. Ukiangalia drugs of addiction, wamekuangia cocaine, sijui nini, wanakuambia nini hiyo neno, afu chini wamekuambia chai na kahawa Yaani polisi anajua chai na kahawa ni drug of addiction. Wewe msabato unasema kwamba e, unajua it is controversial, unajua e, kuna, kuna antioxidant. Acha bana mambo ya kutusijadili, mambo ambayo hata haijaenda vizuri. Tusijadili bana vitu vingine.